kama sauti ya mtu ambaye Haleluya. Amen. ana afya yeah, yeah. Kuna sauti ya sebleni, kuna sauti ya chumbani. Damu <laughs> yako unapeleka sauti ya sebleni ya ukali chumbani, utavuka nyumba mm. Chumbani maneno hayaishi, unaguguia <laughs> siete sauti ya mgambo chumbani sawa. <laughs> kukaa kama sio kama hiyo sauti na maana, kwa maana wachungaji wanahubiri kwa kelele na sauti kubwa. Tunasema Bwana, napiga kelele, tuko vitani. Hakuna afani anayesema mbele tembe atembee mtu, tuko vitani. Mwizi anaiba amani yetu na furaha yetu, wewe usimwambia mwizi wewe, mwizi muge... rudisha Mu basi se smartphone yangu, anakuwa mwizi anakuwa shemeji yako. Lama upaze sauti tu. Kwa hindi kwa ndugu zangu, kumshukuru Mungu. Kwa ajili yenu na kwa ajili ya mchungaji wa kanisa hili. Mchungaji, tuko pamoja, tutaunga mkono kazi ya ujenzi. Bwana kazi ya ujenzi ni ndugu yangu. Naogopa sana wachungaji wanaofanya huduma katika mazingira kama haya, naogopa sana nanyenyekea sana. Mazingira magumu kweli. Mnapambana na upinzani wa kila namna yona, kanisa limesimama hi. namna hii, ukiingia kwenye madhabahu ya namna hii, nyenyekea Kutane na Mungu. Hii kazi ni ya chozi na damu. Hii kazi ya kujitoa sadaka sio mchezo. Hii kazi ya kukosa hata chakula wakati mwingine. Hii kazi hakuna sadaka kwenye kapu, watu wanataka maombi tu. Hii sio kazi ya mchezo. Mungu akubariki mchungaji, na mke wako na kizazi na familia yako, niko pamoja na wewe katika huduma yoyote ile. Ukiwa na harambee ya ujenzi niambie, nakuja. Kama unajenga niambie, kuanzia laki moja kwenda juu, mimi sishindwi. Amen. Haleluya. Amen. Kumtia moyo. Uh, Vero. Hii ni kusanya watu namna hii duniani huwezi kuungwa mkono popote duniani kama ujaanzisha jambo, seme sisaidiwe, akusaidia nani? Ukuungwa ukusaidiwa umeungwa kusaidia mn Amen. na Yesu akumwambia Petro, shusha mikono, shusha wavu, una wavu, tujaze samaki. Una wavu, utaja samaki wapi? Mikononi au fukoni? Unalalamika tu, una wavu, hata genge una, unalalamika, unajaza wapi Tunajaza, unajaza kwa uchungaji. Hatano ametengeneza wapu na na kusapoti na laki mbili za kwanza, halafu kama unasonga mbele, tunapambana tu, tuko pamoja kujenga madhabahu, na tunatamani kila eneo la hatua kumi liwepo kanisa. Watu hawajui wanapiga kelele, na makanisa kanisa kianzishwa, unajengwa uformamu kwenye ulimwengu wa roho Baba aliponiambia nafungua makanisa linamtukuza Mungu sana. Nijiona vijana kama hawa, mchungaji handsome boy ana kanisa. Bwana atukuzwe kwa jina la Yesu. Angalia sura yake utafikiri Mgiriki, handsome boy. Analo kanisa, akuanzishe jambo lingine lolote. Mungu atukuzwe katika jina la Yesu, akubariki mchungaji, na mke wako na familia yako, aibariki madhabahu ya mahali hapa.